Hapo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, changamoto ya hapa ni, saraku, ni serikali yetu haitaendelea kwa sababu ya changamoto ya watu walioacha madaraka hawakulizika kama wamemaliza mida zao. Asante sana. Mimi nnashangaa hivi, mwenyekiti aliyedhaminiwa na Chama cha Mapinduzi, si yeye vile vilevile ndiyo usimamizi wa kuzuia rushwa? Sasa anapokataa rushwa anafutiwa udhamini. Yu kwenye katiba imetoka wapi? Sasa sisi kama wakaaji wa hapa, bila mwaka tunachagua kila mwezi tunaletewa makaimu, lakini ofisi ya kata inaendelea na suluhu kwenye vikao vya ndani kumaliza ule mgogoro, na Jumatatu tuna kikao cha chama ngazi ya tawi na kata, serikali ya kijiji pamoja na mwenyekiti wa kijiji kwa ajili ya kutatua mgogoro kwa vikao vya ndani. Hatuwezi kukaa tunawazungusha kuwasumbua wananchi, mambo kwenye kwenye uchaguzi yote ya ubinafsi ya kutaka kura rucho kwenye kijiji chetu cha Saraguru, <tinyo> haiwezekani. Kwa hiyo tutaifuatilia jambo hili tuweze kukomesha tabia kama hii. Tunataka wananchi mkae kwa utulivu, mmemaliza uchaguzi. Tunataka mwenyekiti wa kijiji na kuja na serikali ya kijiji na chama kipo kinamuunga mkono na wananchi mnamuunga mkono.